Karibuni watazamaji, kwa majina naitwa Mtume Ronald Simuyu Wamalwa kwa mafunzo ya injili kuhusu walitoa kwa ajili ya injili, walitoa vitu yao kwa ajili ya injili. Kitabu cha Wakorintho wa pili, kitabu cha Wakorintho wa pili, mlango ni nane kuanzia mstari wa tatu hadi sita na mstari wa nane. Haya, haya ni moja wa Filipi, mlango ni nne kuanzia mstari wa kumi na tano hadi kumi na tisa. Kitabu kingine ni Wakolosai, mlango ni moja kuanzia mstari wa ishirini na sita hadi ishirini na saba. Alafu kitabu kitabu cha Wakolosai tena ni ile ile, ile tu. Mlango ni tatu, mstari wa ishirini na tatu. Mlango ni tatu, mstari wa ishirini na tatu. Kitabu cha mwisho ni Warumi, mlango kumi na nne Mustari wa kumi na nane peke yake. Karibuni watazamaji, kwa majina naitwa mutume Ronald Simuyu Wamalwa. Mafunzo ya Injili kuhusu walitoa kwa ajili ya Injili, ama walitoa vitu yao. Mutume Paulo akashuhudia kwa uwezo wake saidi, kwa hiari ya wenyewe walitoa vitu yao kwa ajili ya Injili. Mtume Paulo alikuwa kwa Korinso, akishukuru akiendesha kazi yake ya injili, ili watu wapate neno, wapone mioyo yao, wapate kuokoka na kutambua Mwenyezi Mungu Mungu, na kumuomba sana pamoja na kumusi. Ya kwamba habari ya neema hiyo kwa kushirikiana na hilo kuwa, ilikuwa kwa hudumia watakatifu wote, akiwa kwa injili ya Korinso, alafu tena walitenda hivyo si kama vile tumaini yao walitenda hivyo, si kama tumaini lao, ya kwamba bali kwanza walitoa nafsi yao, kumaanisha ya kwamba wenyewe, walijitolea bila kuambiwa, ya kwamba ili injili ya Mungu iende mbele bila wasiwasi. Walijitoa kinafsi yao, kila mtu alijitoa kivi yake. Yani, maana ndio nasema ya kwamba walijitoa nafsi zao wenyewe, walitoa kwa nafsi zao wenye, wenyewe, bila kusukuma na mtu yote ili watoe watoe kwa bwana Mungu wetu, walitoa kwa ajili ya Mungu baba yetu, kwa ajili ya injili ifanyike vizuri bila matatizo lolote. Alafu mtume Paulo pia akakuwa na watumishi wengine kwa mapenzi ya Mungu tu. Mtume Paulo akiwa tu kwa Wakorinzo kwa mapenzi ya Mungu mwenyewe akiendesha injili yake kama mtume, kwa ajili neno la Mungu liendelee katika inji hiyo ya Wakorinzo, na Wakorinzo wenyewe walijitolea bila kusukuma na mtu. Walitambua kwamba injili ya Mungu iendelee bila mambo mengine kuhusisha ndani ya injili. Alafu mtume Paulo akimwonya Tito ya kwamba pia yeye akishika kazi ya Mungu atimize kilingana vile ameona na macho yake kwa ajili ya watakatifu wa Korintho wa Korintho. Wala ambao wali walijitolea kama kuna wale ambao walijitolea, akikumbusha kijana anaitwa Tito kwa ajili ya injili, neema iko juu yake. Anapoanza injili, aonyeshe ya kwamba afuate mtindo ya mtume pa mtume Paulo, asipo asipo akifuata mtume Paulo ili injili ya Bwana isikue na na lawama yoyote. Sasa ndio anakumbusha kijana Mtito ya kwamba neema iko juu yake kama vile Paulo mwenyewe alikuwa anafanya akiwa kwa, kwa Korintho ambao walichotolea kwa ajili ya injili wenyewe walitoa vitu yao kinafsi yao wenyewe bila kuambia na mtu yote. Yaani walitumia akili ya kwamba hii kasi ya Mungu isienda hivyo bila chochote ya kusukumia kwa ajili ya inji ya injili. Alafu kutoka hapo kwa ajili ya wingi mambo yote na elimu. Elimu, tuseme elimu, yani walipata elimu ya kwamba watambue Mwenyezi si Mungu jinsi mambo vile iko. Elimu na unafunzwa neno la Mungu elimike ili ukue kwa msingi kama mtakatifu mutakati, mtakatifu. Alafu kufanya hivyo kando na elimu walipopata tena wa kuwa na upendo. Wa kuwa na nini? Na upendo. Elimu na upi na upendo. Na si upendo peke yake wanaweka pitii ya kwamba kuonekana kwa ya kwamba jinsi wanapopata neno la Mungu na kuelemisha akili zao kwa watakatifu, lazima wawe kama wawe tofauti na watu wa dunia. Wa, kuendelea hivyo ili wapate kwa wingi ya neema wapate wingi kwa we, kwa wema. Walipoendelea hivyo wanapata wingi kwa neema yao ishuke ndani ya maisha yao na mafikirio yao, kwa ajili ya neno la Mungu kwa ajili ya mtume Mungu, mtume wa Mungu, mtumishi Paulo kwa maisha yao yote kwa jumla. Kwa jumla. Maisha yao yote kwa jumla, kwa ajili ya neno la Injili, kwa maisha yao kwa jumla, wanakapita mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Paulo, akiwa kwa kwa sehemu zao Mtume Paulo akaendelea hivyo na injili yake, akaenda kwa sehemu nyingine inaitwa Wafilipi. Wafilipi nao pia, nao walifanya bidii chini na chini kuonyeshana ya kwamba mtumishi wa Mungu Paulo amefika kwa kwa ajili ya injili, kwa ajili ya injili. Akiwa kwa ajili ya injili ajili ya injili, wanatambua ya kwamba katika uwezo wao pia waliweka bidii kuonekana ya kwamba injili ya Mungu iendelee bila vikwazo yoyote kwa ajili ya injili. Mtume Paulo akiwa kwa Wafilipi alipotoka sehemu inaitwa Makedonia. Alipotoka sehemu inaitwa Makedonia. Akiwa na, na, na Wafilipi akasema ya kwamba Wafilipi walijitolea kwa msaada yote kwa hali zozote. Alafu akahakikisha kwamba mtumishi wa Mungu akiendesha injili ya Mungu asipate tatizo lolo, tatizo lolote. Asipate tatizo lolote. Wakishirikiana na, na, na Wafilipi. Kwa jambo mingi sana akiwaambia ya kwamba neno neno la Mungu la Mungu, Mungu liingie ndani ya mioyo yao, ya mioyo yao ili wapate kujitumikia kuitumikia Bwana Mungu wetu. Wafilipi wakiwa na mtumishi Paulo wakiwa kwa sehemu yao ya inji ya Wafilipi. Alafu, kutoka pale injili ienea kutoka kwa Filipi, aliacha kwa Korintho akafika kwa kwa Filipi pia. Na Wafilipi wanao hawakupaki nyuma pia walichotolea, e, kupariki mtumishi wa Mungu kwa ajili ya injili. Akutoka kwa Wafilipi tena injili iliendelea alipotoka huko akafika sehemu inaitwa Makedonia. Alipofika hapo akatoka kwa se, kwa injili inaitwa Makedonia. Pia mtumishi wa Mungu Mtume Paulo akakaa na watu wa meto, Makedonia, ili kanisa yao epate kupata habari ya kwamba watu iingie ndani ya moyo, wapata habari ya neno la Mungu liingie ndani ya mioyo ili watumikie Bwana Mungu, wapate kuokoka, wapate kutambua neno la Mungu likaa ndani ya moyo yao, ndio maisha yao ikue ya utakati, ya utakatifu. Ndio maisha yao ikue ya utakati, ya utakatifu. Na hakupaki huko peke yake. Wa Filipi nao walitoa vitu yao yote, wakasanya kwa kauli moja, ama kwa sehemu moja, jinsi vile mnaona kwa mfano hivyo, wa Filipi walisanya pia wakasanya, alafu kutoka pale mtume Paulo Naye aliendelea na injili hakukoma, akaenda kwa sehemu nyingine inaitwa Wathesalonike, Wathesalonike. Akifika kwa inji ya Wathesalonike, wa Filipi nao pia wanaendelea kumletea msaada. Akashukuru Mungu, akaomba ya kwamba hajaona watu kama wakichotolea kama wa Filipi. Yaani ukumaanisha ya kwamba sehemu zingine huwa anaenda ndio licha ana anaendelea na kuhubiri na kufunza neno la Mungu na kuhimiza ndani ya mioyo, lakini hakuna mtu anachitolea kwa sababu au walichotolea, ndio maana imeandikwa, tunawasoma mpaka leo, kwa sababu alichotolea kwa ajili ya kazi ya, mu, ya Mungu. Akiwa ndo Thessalonike tena, walimletea msaada, walimletea nini msaada mwingine, hawakutosheka waliendelea, hata akienda, lakini wanamfuata, wanatumana vinamfikia mtumishi wa Mungu, ili aenda kushukuru Mungu. Na wa Filipi walipo jitolea akiwa Thessalonike, akiwa wapi? Thessalonike. Akawashukuru tena, akapata ya kwamba hakuna watu wengine wachitolea kama hawa kama wa Filipi huko, ni simara moja peke yake, kumaanisha kwamba wakati anaendelea mtume wa Mungu, mtumishi wa Mungu, wanaendelea kumu, kumupariki na kasi ya inji, kasi ya injili. Wanaendelea kumpariki na kasi ya inji ya injili. Ya, ndio mtume Paulo akashukuru akasema neema efike kwao kwa ajili ya kujitolea kwa kasi ya Mungu, neema ifike kwao na maisha yao yote katika hesehemu hiso mtume Paulo akasema ya kwamba jinsi wamejitolea kwa kasi ya Mungu hata masao yao ekwe kwa wingi kwa shamba yao, yao, kwa wingi kwa kwa shamba yao. Sasa kujitolea kwa kasi ya Mungu inakufunza ya kwamba si hasara, ni akipo mechiwekea akipo mechiweke. Kwa ajili ya hiyo vitu yote ambao wametolea kwa ajili ya kasi ya Mungu, kwa mtume amejaa na furaha amejaa na nini? Na furaha. Akiona hivyo, mtume Paulo, akafurahia ndani ya moyo yao, akajaa na furaha ya kwamba hawezi teseka kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ako sawa sawa kwa sababu amelinda masilaha yake. Wakati anapotembea hakuna shida yote ame, ame a, a anapata anapata kufikiria mambo ya sita kwa ajili ya Injili, ni furaha tu anapokea kwa ajili ya kazi ya, mu, ya, Mungu. Na hiyo furaha kwa ajili ya kazi ya Mungu anaipata kwa njia kani kwa sababu wa Filipi walijitolea, wa Korintho walijitolea, wali kwa ajili ya kazi ya, mu, ya Mungu, ili mtumishi wa Mungu, mtume Paulo, akiendesha injili asipate sita yoyo sita yoyote. Kwa ajili ya hayo, mtume Paulo naye akanena paraka kwa, paraka kwao na vitu yote ambao walitoa, walipokea kwa ajili, kwa ajili ya uwezo wao. Na mtumishi wa Mungu Paulo alikuwa na mtumishi mwingine anaitwa Efrotopito. Alafu akafanya nini? Akaipokea vitu kutoka kwao, kwa watu wanaitwa wa Filipi. Na hii vitu ambayo ilipokea kwa Filipi ilikuwa vitu ya tamana sana, ni vitu fresh, ni vitu mzuri kabisa, si ile ya korokota. Yani ukitoa kitu kwa mtumishi wa Mungu, kitu nde, yu kitu, yu kitu, toa kitu iko safi, ambayo inaonekana hiyo kitu apato, kitu kitu ambacho atoa kwa mtumishi wa Mungu etanena juu ya maisha yako na watoto wako, etanena nini juu ya maisha yako na watoto wako kwa ajili kwa sababu natoa kwa roho safi bila kulazimishwa. Sasa kitu yoyote na kufunza ya kwamba ukitoa kitu chochote kwa mtumishi wa Mungu ama kanisani, toa kwa roho safi. Yani toka kwa moyo, si lazima autoe kwa ajili wengine wanatoa, lazima toka kwa nini? Kwa roho yako. Ikitoa kwa roho yako utaparikiwa kwa kwa maisha yako, na jamii yako. Maisha yako itakuwa sawa sawa, itakuwa na tatizo lolote kwa ajili umepanda kasi ya mni ya Mungu. Unapenda kasi ya nani? Ya Mungu. Okay, endelea namna hiyo. Mungu naye atawachasia mambo yote katika jina la katika jina lako. Na katika hiyo utukufu yako itashika kwa, kwa kasi. Ikishika kwa kasi, Mungu naye ataendelea ya kwamba jinsi ambao umejitolea kwa kasi yake, naye hata kuacha pore. Kwa sababu kuangalia kingine kwa mfano, wase wa zamani ambao walijitolea, wakatoa sehemu yao, kanisa ikajengwa. Leo hii jamii yao iko tofauti na wale wengi wale wengine na wengine wanatoa sehemu yako. Wa Filipi waliona mbele ya kwamba, kusam, kufanya maneno kama watu kwa roho safi wakajitolea. Na manikato mzuri. Maana tuseme manikato mzuri, yaani vitu kama mafuta. Yaani mtumishi wa Mungu akiwoka kwa mfano, anachipaka mafuta na uso yake na meta meta, enda meta meta. Akisha meta meta hivyo kwa ajili ya uso wake, Mungu naye anashuka upako yake. Akisha toa sauti yake na upako yake, enda shika kwa moyo yao. Akisha shika kwa moyo yao, nao wanapariki, wanaparikiwa. Wakisha parikiwa, maisha yao yanasonga mbele, yanasonga mbele. Akisha songa mbele, Mungu mwenyewe analeta utukufu yake na neema yake na kaa juu ya maisha yao na ma maisha yao na watoto wao watapatikiwa a maisha yao na jamii yao, masiko, ma yao, na yao. Mtume Paulo tena akaendelea kushuhudia kwa uwezo wake ya kwamba kwa uwezo wao saiti sana jinsi walikitolea kito, wali ya kwamba akiomba sana Mungu ili akumbuke wa Filipi, akumbuke wa nini kwa Korinzo, wa Korinzo akisha kumbuka wa Korinzo ili ya kwamba licha watakuwa na jamii yao, lakini mwisho yao itakuwa kama kawaida, mwisho yao itakuwa ya para ya baraka na jamii yao watakuwa sawasawa sawa. Tena, kutoka kibali kwa sababu ni kibali man, neno la Mungu, makanisa yalijengwa, makanisa yalifanya nini? Yalijengwa. Makanisa yalijengwa ili waabudu Mwenyezi Mungu na kuendelea kumshukuru Mungu. Alafu Mungu naye ataachilia nini? Baraka sawa. Alafu jambo lingine, walipoitenda hivyo kwa tumaini yao, yani kwa tumaini yao, kwa tumaini yao ya kwamba wanatambua kasi ya Mungu itakuwa sawa sawa ndani ya mioyo ya ya ya ya yao Mtume Paulo akiambia ya kwamba Tito naye pia akisi ya kwamba ametemelisha kazi ya Mungu iende sawa sawa, iende sawa sawa, ikienda sawa sawa na Mungu mwenyewe atatenda nini? Atatenda jambo mzuri. Kwa hivyo kwa mfano kama sisi wenyewe kama tunaenda kanisani, chochote ambaye inasungusa kanisani, lazima tuchitolee, na kikitolewa kwa kanisani kwa kazi ya Mungu tutabarikiwa sisi wote, sisi wote alafu Mtume Paulo akaambia ya kwamba kwa ajili ya akiwa ka Tesalonike wa Filipi waliendelea kuleta msaada kwake, manukato mazuri na mambo mengine. Kwa hivyo kwa hayo yoyote viti yote emesiti kwa ajili ya, ya Mwenyezi si Mungu na kwa uwezo wake sataka ambaye imekubaliwa ya kwamba imeparikiwa. sataka mepala nini? Emeparikiwa kwa ajili ya neno la mu, la Mungu, kwa sababu wamejitolea kwa lengo moja. Alafu jambo lingine Mtume Paulo akasema ya kwamba kwa ajili wamejitolea na imependekeza Mungu na watabarikiwa kwa maisha yao, yo, kwa maisha yao yote, alafu Mungu naye atawachasia mambo yote iwe siamba hiyo mambo ya kuchitafutia atawachasia kwa mifuko yao, hawatakuwa masikini tena, pata wakuwa masikini tena, masikini tena watakuwa matari, matajiri, matajiri, pata wakuwa masikini tena watakuwa nini? matajiri. Kwa ajili ya hayo ma, wa Korintho walichotolea kwa maisha yao yote, alafu mwishowe maisha yao ilikuwa walimaliza na na utajiri. Kwa hivyo, kazi ya Mungu inakufunza ya kwamba ukijitolea kwa Mungu si hasara. Si nini? Si hasara. Ukijitolea kwa Mungu, kazi ya Mungu si hasara. Ni wewe utaparikiwa kwa maisha yako yote, vijukuu na watoto wako. Mtume Paulo akasema ya kwamba kwa ajili wali akaachilia masa masaa yote kwa ajili wachitolea walichotolea masaa masaa yote, alafu akatumikia ya kwamba hayo inakupaliana na mwanada na mwanadamu hayo inamekupaliana nini? Na mwanadamu, alafu mfuata mambo yote ya imani ya kuchengana kwa ajili ya Roho, sawa. Mtume Paulo akaongezea ya kwamba wachengane kwa mambo yao ili wasisosane tena, wakae pamoja na upe na upendo akabakiambia mambo ya, ya ya mzuri ya kwamba wachengane kwa kwa mioyo yao, wachengane kwa upendo. Kama kusali, wasali pamoja, watembee pamoja, alafu kama maombi, wanaomba pamoja, mweshaka kuna sita, wachatiliane ili kuonyesha kwamba hao wametambua jina la mwesi Msimbungu Kristo, ya kwamba watapatikwa. Alafu jambo lingine si kuchangana peke yake, mweshaka akona sita, wanajitolea wanafaa nini? Wanajitolea ili ya kwamba kuonyesha si ya kwamba wako kitu kimo kitu kimoja. Alafu, kutoka pale Mtume Paulo naye akaambia Wakolosai ya ya kwamba siri iliyofichwa tangu visasi yote, sasa imefichuliwa imefunuliwa kwa watakatifu wake. Siri ilifanya nini? Ilifichwa tangu visasi vyote, imefunuliwa katika jina china la Yesu Kristo, na siri ile ilifuchiliwa tangu zamani sote tangu visasi vyote mbali sasa imefunuliwa eme na watakatifu wake. Alafu jambo lingine kutoka pale, kwa ajili ya injili, kasi ya Mungu ifanikiwe sasa. Nimetambuliwa ne na kufunuliwa, na kufa nini, na kufunuliwa ambao Mungu mwenyewe alipendezwa kuchulisha ya kwamba alivyo utajiri yake na utukufu yake, utajiri yake na utukufu yake alafu wataendelea hivyo kumwaputu Mungu. Kwa ajili ya kumwaputu Mungu, tumaini yao itakuwa ya yaani ya ya mm, yani, generation to generation. Bisa, yani, wakati kwa sababu natambua Ukristo ndio uko na ukoo yako haikosi, lakini itaenda visasi na visa visasi na visasi ekienda visasi na visasi kwa jambo kwa na, kwa lingine usiangalia uki, ukiamua kufanya kitu usiangalie binadamu ni wewe peke yako nafa unafanya kwa ajili ya hayo mahali kama hapo otakeuka kuwa mu mutu musuri kwa hayo yote, namuparikiwe. Asandeni.